Ujifunza kwa kuweza kuona lakini pia watoto hujifunza kwa kuweza kusikia. Uh, hivyo mama anapoweza kutumia dawa za kulevya ni rahisi mtoto kuona uh, kwamba kile ni kitu cha kawaida tu, mbona hata mama yake anakitumia kwao, na yeye anaweza akataka kuweza kujua ladha ya ya ile dawa ya kulevya lakini, uh, na yeye atataka kuweza uh, kujaribu ili aone, uh, mama akishatumia ile dawa ya kulevya anajihisi vipi. Lakini wanawake ndo eh, wanaweza kutengeneza kizazi cha baadaye, nikiwa na maana kwamba wanawake ndo wanabeba mimba na wanaweza kuweza kuzaa watoto, na hizi dawa za kulevya zina uwezo wa kuweza kupenya katika mfuko wa uzazi ambao unaitwa placenta. Na kama hizi dawa za kulevya zina uwezo wa kuweza kuponya, kupenya katika mfuko wa uzazi ambao unaitwa placenta, ina maana mtoto um, ambaye atakuwa yuko tumboni mwa mama pindi mama pindi anapo mjamzito ni rahisi kwa yeye pia kuweza kutumia dawa za kulevya, na hii ni hatari kwa sababu tunaweza kupata watoto ambao wanazaliwa katika uzito mdogo, lakini tunaweza kupata watoto ambao uh, watakuwa na ugonjwa wa akili au tunaweza kupata watoto ambao uh, watakuwa wamerithi vinasaba vya uraibu. Dapo, Recovery House hichi ni kituo kinachosaidia uh, wanawake wote waliotawaliwa na dawa za kulevya pamoja na pombe uh, tunapatikana Kigamboni uh, Kibada block kumi na tano, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332 sita saba tatu ishirini arobaini na tatu mbili. Saidia usiadhibu.